Na mtazamaji karibu, fisa moja kwa moja tuelekee katika hii mada, na ukiangalia jumbe nyingi sana, mm -hmm, na kinachojitokeza ni kwamba wazazi wengi wanasema Rashidi, ukilizungumza wewe utaona kama ni jambo ambalo labda e, sio la umuhimu kuzingatiwa, lakini kwa mzazi kabla mm, ukabidhi mwanao e, umpe baraka zako aoe ama aolewe, ni muhimu, lazima ujue mwanangu anaenda wapi ama mwanangu anatuletea kina nani lakini kuna mmoja hapa wa Joey Timothy Rashid anasema haina haja ya kuangalia huko maana, mm, mapenzi yaangalii huko. Unasema twende nalo nalo. Aya, huyu mmoja hapa anasema, nalo nalo. Hapa anasema uh, kwa majina ni Badman, nikiwa Mombasa mimi sioni kama ni muhimu sana kwa sababu haitakusaidia chochote kwenye mahusiano. Mwingine hapa anasema ni muhimu, Lulu, kwa sababu wengine huolewa na ukoo wao. Pia ni muhimu kwa sababu ukoo mwingine ni balaa, ni bora tuzingatia, tusije tujutie baadaye. Huyu ni Babra kutoka na kuna swali meza kuuliza kukuambia. Je, kweli kuna ukoo mbaya? Yaani kuna watu ambao wanaishi wakijua ni wabaya? Hawezi, hawezi jua kama wao ni wabaya. Sasa tukisema kwamba ule uko ni mbaya, tunawapa nafasi matendo yao yanaonekana ni mabaya na vile vizazi vilivyokuja baadaye pengine haviusiki na kilichofanyika miaka ya baadaye mm -hmm. Tunavinyima haki pia kwanza, lakini watarithi tabia. Kurithi ndio watu wanaogopa. Sasa wao wafanyeje? Ndo wa wajirekebishe tabia zao. Wakati mwingine lazima tutofautishe kusema uko mbaya na hali ngumu ya kimaisha uh -huh. Kwa sababu unapata mtu ambaye ana maisha mazuri, lakini ana uko mbaya, tukasema ah, wacha tuombe Mungu tuachane naye, lakini ukimpata mtu ambaye ndio uh, makmuga ajiwezi zaidi, nasema ule ndio uko mbaya zaidi. Sidhani uh, tuanze na daktari, daktari Mwaka, sijui maoni yako ni yapi? na bila shaka kwa, kwa kidogo tu na kwa Dr. Maka, kama unatupata utuambie, je yeah, kimtazamo wako, maanake umeshughulika na haya maswala, umezungumza na watu kwanza. We unaamini kwamba kweli upo ukoo ambao tunasema kwamba una ukoo, sio huu ukoo ni mbaya? mm-hmm. Naam Dr. Maka. Ah, uh, nashukuru sana nashukuru sana Uh, lazima niwe mkweli, naam network si nzuri sana lakini nakupata. Naam, nataka utueleze je, wewe unaamini kwamba uko, ukoo ambao ni, mba... Nasema, ni muhimu sana kutazama hilo. Naamini upo ukoo ambao unaweza kuwa na influence mbaya kwa mtoto, whether ni wa kike au wa kiume. Narudia, inaweza kuwa ukoo wenye influence mbaya mtoto wa kike au wa kiume kulingana na wanavyoishi wanavyoelewa na wanavyoamini. Ziko familia ambazo ukoo ambazo zinaamini kwamba ndoa ikivungwa ikavunjika ni sawa tu, baba akilea watoto asilehe ni sawa tu, mama akikaa na baba na mume wake wakitukanana ni sawa tu, tayari wameshakuwa katika mentalities hizo. Sasa ukioa ukoo wa namna hiyo, kuna mambo ambayo aidha uyakubali kwa sababu lazima utakumbana nayo, kwa hiyo na nikitazama hata katika, makaka, katika mafundisho ya wenzetu Islam, wa Uislamu, miongoni mwa sifa za kuoa mwanamke ni kuwa pamoja na kuangalia ukoo aliotoka lakini narudisha hata upande wa pili, hata kwa mwanamume, ili uchague mume ukubaliane na mwanamume kuoa, ni vema uangalie ukoo unaotoka, kwa sababu kule alikolelewa anakuja na yale mafundisho kwako. Kwa hiyo unapoolewa na mtu ambaye kwao kuna bad manners, kuna vitu ambavyo wewe usingevielewa, usingevikubali, sio vizuri, maana yake unakubali kuja kuishi navyo. Narejea kusema ni muhimu sana kutazama huyu binti unayemuoa, huyu kijana unaolewa naye, anapotokea wana mazingira gani? Wanaamini katika nini na wanaishije? Na bila shaka Bi Msafwari ambaye tunamkaribisha, natumai kwamba sasa hivi unatupata <laughs> vizuri. Karibu sana. Uh, hmm. Wewe Bi Msafwari, unaamini kwamba suala la ukoo lazima lipewe kipaumbele? Kwanza kabisa, kabla sijajibu, ningependa kuwasalimia watazamaji wote. Najua kwa kweli tumekuwa tumeachana kwa kitambo, lakini nashukuru kwa maombi yenu. Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Hilo jambo ningependa kulijibu kwa, kwa sababu kuna wakati pia tulikuwa tumezungumzia, kwa kweli kuangalia ukoo ni jambo la muhimu tena sana. Huwezi tu kwenda tu kuchukua msichana halafu unampeleka nyumbani, ama kwa mfano kama vile watu wanavyopendana katika mtandao na kuweza kupendana na hata watu waamue kuoana katika mtandao. Ni vizuri kuangalia ukoo Mtu anatoka katika ukoo ukoo gani, na nataka niwambie hasa ukoo mtu anaoupendelea, anasema kwamba ule ukoo unafuata dini. Ukoo kama haufuati dini, watu wengi huwa wana wanakuwa na hofu nao, kwa wale wanaompenda Mungu, lakini kwa wale wasiompenda wataona kama ni jambo la kawaida. Na ninavyozungumzia hivyo ni kwa sababu ya kwamba kuna hata ukoo mwingine unapokwenda kuoa utaambiwa hata kuku hazikanyagi katika kile kijiji, zinapita tu juu kando kwa kando kwa fezi haziingii ndani. Sasa utakapoambiwa kuku pia hazikanyagi katika kile kijiji, utaogopa, utasema pale ni mahali gani? Sasa ile ni kuonyesha kwamba kule ni kwa wachawi. Sasa ukianza kuwa wawanga, ndio utakuta kwamba umemwoa mke, roho ni hizo hizo za kiwanga, watoto wanazaliwa wanakuwa wa kiwanga, mambo hayaeleweki. Na nataka kuwambia wanangu mnaotusikiza, unaposikia mzazi akikuambia kwamba ule ukoo si mzuri, msikize mara mbili. Usichukulie kwamba wewe basi, kwa sababu uamuzi mwafanya nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Kuna yale watu wazima pia wanaelewa kwamba ule ukoo uko aina gani, yani ule ukoo ukoje, na akakuelezea, zingatia. Usimwone kwamba yule mzee amepitwa na wakati, ukaona kwamba hutamsikia. Msikize, maanake hilo jambo laweza kuja kukusaidia wewe mwenyewe katika ndoa yako, maanake si vyema uingie katika misingi ambayo haielewiwi. Mm -hmm. Na, uh, Miriam, sijui kama unatupata? Je, ni kweli uh, kulingana vile Rashid aliweza kusema matendo labda ya mababu zetu, nyanya zetu, isiyo ni hukumu kwa familia mzima. Umesema. Nasema matendo ambayo aliweza kufanywa mpaka uambiwe ukoo ule achana nao. Matendo ya babu, nyanya walioweza kutangulia isiyo ndio hukumu, mkaambiwa kwamba familia ile achana nina ni kweli unachokizungumza. Kwa sababu gani? Unajua, na hii tunatoa elimu kwa baadhi ya wanawake na wanaume. Matendo wazazi, babu zetu, bibi zetu huwa wanayaona mapema, na ndio maana unakuta hata mtu akiwa mjamzito, babu ama bibi ni mwepesi kujua huyu ni mjamzito. Nimetolea tu mfano huo, lakini naomba nirudi kwamba kinachojadiliwa hapa ni kweli, kuna ukoo wao ni wavivu kufanya kazi, kufanya biashara. Kama ni mwanaume ameenda kuoa kwenye ule ukoo, badala ya kupanda anashuka. Kwa sababu gani? Ameoa familia nzima, amemwoa mama, amemoa baba. Kwa sababu gani ya yule mwanamke ambaye leo hii ndio anategemewa kwenye ile familia. Sasa anakuja kushtuka kwamba, mbona badala ya kwenda mbele na rudi nyuma? Kwa sababu gani anahudumia ile familia lakini kuna ukoo kiukweli kabisa, wao hawana hiyo ndoa, mwanamke mwanaume. Sasa mimetokea bahati mbaya, mmekutana mjini leo hii, mwanamke kampenda mwanaume, hatimaye wameamua kuoana, ndo inafika mahali kwamba leo hii mwanamke mwanaume anakuja kujuta. Tunavyozungumza sasa hivi, kuna baadhi ya watu wanajuta kuingia katika koo hii ama kowili lakini, haitoshi kuna kitu cha kujifunza. Angalia koo za kifalme, koo za kifalme leo hii, kuna, kuna watoto wa kifalme wangapi walikwenda kuchumbia lakini wakakataliwa? Kwa sababu gani kule walikataliwa? Kwa sababu unaweza ukaoa ama kuolewa na jambazi iwe mwanamke na iwe mwanaume, lakini unaweza kuona watu wako kwenye misingi ya dini, lakini hawana hofu na Mwenyezi Mungu. Iko kitu kipo, yuko kwenye misingi ya dini, amepita kwenye dini, lakini hana hofu na Mwenyezi Mungu. Kuna hizo familia, lakini pia kuna familia unakwenda kuoa ama kuolewa, mama baba hawana maamuzi yoyote kwa mtoto wao. Unapopeleka mashtaka, ndio kwanza unakwenda kujichongea lakini pia naomba nielezee, hii ni elimu kwa watu wengi, iwaingie na iweze, iweze kuwasaidia kuna familia unaolewa katika familia. Unapoolewa, kuna mwanamke leo hii anategemea yaani, yaani kwamba mimi si ni mama mkwe, yani mtoto wa kiume yani anachohitaji kitu chochote kile akamsikilize mama mkwe wake mama mkwe ndio azungumze, mama mkwe ndio aamrishe, mama mkwe ndio atoe kila kitu. Leo kuna wanawake wanapitia hizo changamoto, lakini pia kuna wanaume wanapitia changamoto ambazo, kwa sababu wamekutana na mwanamke kwenye daladala, wamekutana na mwanamke sehemu zote za starehe, lakini yeye akahisi ni mwanamke, akimwangalia, nimemwona ana mguu mzuri, ana shepu nzuri, ana umbo zuri, asema huyu ni mwanamke wa kuoa. kumbe alitakiwa yeye kama yeye afatilie kujua ule ukoo, lakini kuna koo tuongee ukweli kabisa Rashidi na Lulu, kuna koo wana maradhi ya kurithi. Sasa unakwenda kuingia sehemu kama hiyo, unaanza kujuta. Kuna wangapi leo wanaume wanajuta, wameoa lakini hawajachunguza zile koo, na kuna wanawake wangapi leo wameolewa hawajachunguza zile koo. Wazee wetu wa zamani waliweza kudumu kwa sababu alikuwa anatumwa mtu kwenda kufuatilia koo na kuweza kujua. Lakini leo hii kuna mwingine anaolewa, anaongopa shangazi yake anasema ndio mama yake mzazi anaonyesha, lakini baadaye anakuja kuonyesha uwe uhalisia wa maisha yao, mwanaume anakinai anasema kwa nini anakwenda kuonyesha uhalisia wa mama yake mzazi kumbe pale alipokuwa amepaonyesha mwanzo kwa shangazi yake, ama kwa kuna mama wa mjini. Siku hizi kina dada wana mama wa mjini, anakwambia huu ndo mamaangu mzazi, kumbe sio mama mzazi mm. Sasa ndo inafika mahali tunatengeneza wa ndoa, nyingi watu wanaachana kwa sababu hiyo na, na, na, na, labda daktari mwaka atakuliza swali, kwa sababu mi naamini kwamba Uh, runinga hii ni runinga ambayo ndio inatazamwa na watu wengi, na kuna binti ambaye labda pengine yeye hakuolewa kwa sababu ya swala la ukoo, kuna kaka ambaye hakuoa kwa sababu ya ukoo, alishindwa kuishi na mtu anayempenda, alishindwa kuishi na mtu aliyempenda. Hawa tunaweka katika fungu gani? Kwa sababu watajiuliza kwamba si hatuna makosa, lakini tumejikuta, katu, tumejikuta katika koo ambazo zina matatizo, tunafanyaje? Mimi nafikiri swala ni zuri sana wako, baadhi ya wavulana, wako baadhi ya mabinti ambao ndo wanaleta mapinduzi kuja kukata cheni ya mabaya au mazuri ya familia yao. Mm-hmm, anaweza akatokea binti katika ukoo mbovu, yeye ndo akawa wa kwanza kuwa mwema. Anaweza akatokea binti katika ukoo wenye wema, yeye ndo akawa wa kwanza kuwa mwovu. Kwa hiyo kama binti au kijana ametokea familia yenye sifa mbaya, lakini matendo yake na tabia zake zikawa njema, zitaonekana hazitojificha, na kwa sababu hiyo basi, anayeoa au anayeolewa anaweza kushawishika, na hata mawashenga wa wake watu wake watu wa karibu watashawishika kusema, huyu oa, japokuwa ukoo wake hauna sifa nzuri, lakini huyu anaonekana ni mwema, mtulivu na mwenye staha zake. Lakini narudia kusema, tunapozungumzia kuangalia ukoo, tunaangalia katika sekta tatu muhimu. Kwanza tunaangalia katika physiological nam kidogo tumeweza kumpoteza Lakini kujibu tu swali lako Rashid, kuna mmoja hapa ameweza kusema ni Chris Kanyari kutoka Tumaini Nyandaro, anasema kwa ukweli kuna makabila huwa na tamaduni za ajabu wao wane wenyewe kwa wenyewe. Sijui Bi Msafwari kama unakubaliana na maoni ya Chris Kanyari. Unajua kweli kuna wengine wanajuana wenyewe kwa wenyewe, kwa hivyo hao wanajuana wenyewe kwa wenyewe ni heri wao wane wenyewe kwa wenyewe, maanake unaweza kwenda mahali ukaenda kukuta mambo ni mazito, ni magumu hata kwenu huku a kuyasikia. Kwa hivyo kwa, kwa, mm. kwa, kwa zile ambazo ningu, hivu, hivu, hivu, sema, ni ngumu. Vile alivyosema ni waowane wenyewe wa kwa wenyewe mm. <laughs> nakubaliana na, uh, naye na, na, na, na mimi naomba niongeze hapo kwa Bi Msafwari. Uh, kwa huyo alivyosema kwamba kuna kona na ko lazima waoane wenyewe kwa wenyewe. Unakuta kuna mwanamke ameolewa kwenye ile familia ana mapengo. Sasa mwingine anapoingia na yeye anashangaa. Kumbe ile familia kidogo unapigwa. Kidogo unapigwa. Umeona? Sasa anashindwa kumwambia mwenzake kwenye hii familia usiingie. Mimi nimepigwa mpaka nimetolewa mm. meno. Kuna watu wanapigwa mpaka wanatolewa mm. meno. Kuna, kuna kuna hizo ko kabisa eh? mm lakini yule anaenda anaingia mwenyewe pasi na kujua. na kujua na yeye siku mbili tatu anapigwa. Mwingine ana, anapigwa mpaka mm -hmm. an, an, anakuwa hana uwezo wa kusikia. Kuna watu ul ule wamepata ulemavu wa kutokusikia kwa sababu ya kupigwa, na hiyo kupigwa inakuwa ni asili yao. Sasa hiyo, kuna kuna vitu vya kuvichunguza, lakini naomba ni ni nimsaidie ni daktari Mwaka pale aliposema kwamba kuna kuna kuna mwanamke kweli, unaweza kukutana naye koo yao ikawa ikawa ikawa haijulikani, lakini yeye kama yeye inategemea aliondoka kule nyumbani kwao kwa muda gani na alilelewa wapi, kwa sababu wakati mwingine mtu ana ana adapti tabia eh? Kwamba leo ametoka kwenye ukoo wao, ukoo wao unajulikana wa ukoo wa ovyo, wezi, walevi, wavuta bangi, lakini yeye Mungu alimsaidia akaja mjini. Kuja mjini akakutana na marafiki ambao naye akaadapt zile tabia za marafiki zao, ama alilelewa katika familia ambayo inawezekana shangazi, mjomba, yeye ana tabia nzuri na yeye kidogo aka, lakini tuen, tuendelee kuzungumza. Lazima vile vile element atakuwa navyo tuna mm -hmm. Bila shaka ni kauli nzito ametoa Miriam, napenda pale utamwaka pia, uko unazungumza m, wanasema kwamba kuna vitu vitatu uko unavizungumzia, kabla tukukose kwa mtandao. Ya, tunaangalia, tunaangalia uh, vitu vya kimwili. Tukizungumzia magonjwa ya kurithi, kuna baadhi ya familia zina magonjwa ya kurithi kama ukoma na mengineyo. Ni muhimu kuingia umejua, kuliko uingie hujajua. Lakini kuna masuala ya kisaikolojia, ziko sababu za kisaikolojia ambazo lazima utazame familia, mienendo yake, tabia na matendo yao, yana yana impact kubwa kwa binti unayekwenda kumwoa au binti kijana wanaenda kuolewa naye, lakini kuna moja la msingi ambalo hatutazami, ni, a, ni spiritual aspect of this matter at all. Kuna baadhi ya koo zinalaana kuna baadhi ya koo hazina matendo mazuri kiroho. Kuna baadhi ya, ya, ya, ya, ya, ya koo hazina historia nzuri ya kiroho. Unabeba mtoto wa kike au unaolewa na mwanamume ambaye matendo ya kiroho ya familia yake si mazuri, anakuja kuhama nayo ndani ya nyumba yako. Kuna baadhi ya, ya, ya watu ambao laana ya kizazi chao inakuja hadi pale alipo kuna binti ambaye ana, ana, hapati mimba wanaangalia maginekologist wote, hakuna shida, lakini kumbe ana laana ya bibi yake na wewe hujui, lakini familia zinajua, koo zinajua kwamba ukoo huu una laana fulani na haya yapo katika Bible yapo katika Quran, lakini pia yapo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kutazama koo, tunaangalia kwanza magonjwa ya kurithi, lakini pia psychological effects za huyu mtu unayemuoa au kuolewa naye, lakini mbaya zaidi, tunaangalia masuala ya kiroho anayokuja nayo huyu binti au kijana unayemwoa, ni muhimu sana mm -hmm kuangalia ukoo kabla ya kubeba au kubebwa na mtu usiyemjua. Ikishindikana basi, lakini ni vema itazamwe vizuri sana kwa sababu maisha ya ndoa sio kugusa. Maisha ya ndoa kumbuka, ni maisha ya kufa na kuzikana. Yani ukioa au ukiolewa ndo, ndo, ndo maisha yote. Sasa unapoenda kwenye maisha yote ni muhimu sana mtazame. Halafu baada ya kutazama kwa nafasi yenu, ndio mwachie Mungu na yeye atie baraka zake. Na kuna, kuna kuna kitu ambacho amekizungumza Dr. Mwaka Miriam, amezungumza na Bi Msafwari amezungumza. Najua kuna watazamaji wengi watakuwa wanakasirika kwa sababu labda pengine hawajatetewa, lakini ili kubadilisha ni kwamba zile familia ambazo zina sifa mbaya mm. ima kiroho ama kitabia kimienendo, ili kubadilisha hali ile zisikasirike, lakini zibadilike kitabia. Mm -hmm. Yaani, kwamba zibadilike familia mm -hmm. Ndio watu wakishasema waseme kitambo ilikuwa hivyo lakini hivi sasa imebadilika mm -hmm. Maanake kama ushahidi upo mm -hmm. Na historia inazungumza kumshawishi mtu vinginevyo ni ngumu sana. Na ni kweli Rashid watu wameweza kukubaliana asilimia tuseme 95. Nasema, ni kweli watu urithi tabia huyu wangu nilichoambiwa na kiona sasa hivi. Na kiona. Eh, aliambiwa usifanye moja mbili tatu lakini sasa anasema mwingine hapa. Ndio wazi kabisa. Na mimi mko haraka haraka. Wa, wa wanasema <laughs> ni heri ukosee kujenga utabomoa kuliko kukosea kuolewa ama kuoa. Kuna watu wanalaana akishapata mtoto anatupa na yule anakuwa na yeye anatupa. Kuna hicho kizazi, yani wao kulea hawawezi. Kuna watoto leo wamelelewa na mjomba, shangazi, nani nani nani, wanakuwa na yeye hivyo ye, hivyo anakwenda. Sasa ukiingia kwenye huo ukoo unajuta. Sasa, sasa, miki, tumtazamaji nafikiri ni mengi maoni sio kama tapata muda kuendeleza, lakini ukiangalia pia wale ambao wanaokoa ambao sio unapinga pinga wao warembo mabinti wake. Kuna mmoja anasema kuna ukoo fulani upande wa magharibi wanafuga nyoka, chui, burukenge eh, so mimi nishawahi kuona msichana ambaye anaambiwa anatoka ukoo mbaya <todit> lakini... lakini alikuwa tayari familia yake <todit> mama yake aliwazaa mabinti watatu na kila mmoja ana baba yake. Hmm. Piga picha hiyo, unaoa binti ambaye ya mama yao aliwalea watoto wake peke yake na akiwa na watoto watatu na kila mmoja ana baba yake. Piga picha ukioa binti wa hivyo inakuwaje? Amesema kila baba ni one time one time.